Na mbali na hayo tunaarifiwa kwamba idara ya afya ya jamii katika eneo la Lungalunga kaunti ya Kwale imezindua kituo maalum cha kutoa huduma kwa watoto wenye changamoto za hisia na matatizo ya mawasiliano kama vile tawahudi. Kituo hicho ambacho kimefunguliwa katika taasisi ya Kids Care ni cha kwanza katika eneo hilo na kimeanza kutoa huduma kwa zaidi ya watoto ishirini. Baraza la walemavu nchini limesema kituo hicho kitasaidia kutambua watoto wanaohitaji kusajiliwa na baraza hilo mapema ili kupata huduma maalum za serikali. Fasiliti zetu zote za Lungalunga kwa sasa, tutakuwa tunarifaa watoto wetu wote kwa kituo hichi ili wapate hizi huduma na pia eh, tutawish baadaye, tukikaa na management, tuone tuta extend vipi hii huduma ambayo iko hapa ili iweze ku, kuenda kwa hizo wadi zingine, ili kuwezesha hizi huduma ziwe zitafikia watoto wengi kwa gharama ya chini. Uh, ni kuwezesha kufungua ama kuintegrate kuijumuisha pamoja na zile huduma ambazo serikali kupitia idara ya afya ya umma Napeana. So hii sensory uh, integration unit tumeona ni muhimu sana, ambayo watoto wengi wenye watatambulika huko nyanjani wakiwa na maybe uh, ulemavu ama changamoto fulani watakuja wafanyiwe hiyo uh, sensory assessment na baada ya hapo sasa, wataweza kusajiliwa kule. Elimu inavyofanywa na community advisors kitaweka watoto wengi kufikia hapa na kupata hiyo huduma.